Ukweli au uongo. Nchini ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, siku ya Jumatano uchaguzi mkuu ulifanyika, lakini chama kikuu cha upinzani CHADEMA kilikuwa kimezuiwa kushiriki katika uchaguzi huu. Sasa, kabla ya uchaguzi, kulikuwa na machapisho kuanzia Oktoba 24 yakisema kwamba Tundu Lissu alikuwa ameachiwa, ameshinda kesi ya uhaini dhidi yake, lakini akachagua kukaa rumande. Njoo tutazame baadhi ya machapisho yanavyosema kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nikiangalia katika akaunti nyingine pia linasema hivi, na vilevile ukiangalia hapa machapisho haya yanasema hata kuna video inayoonyesha haya. Katika video hii kwenye mtandao wa X inamwonyesha Lissu akiwa amevalia mavazi mawili tofauti. Hii ni kiashiria cha kwanza kuwa habari hii si ya ukweli. Hapa anatafuta kuhusiana na kesi ya na tunapata kwamba kesi hii ya lisu iliahirishwa hadi Novemba. Lisu bado yuko rumande na hakutaka mwenyewe kuka huko. Jaji Ndunguru katika uamuzi wake wa Novemba 24 alitangaza kesi hiyo iahirishwe hadi Jumatatu 25 saa 3 asubuhi. Lisu bado yuko rumande. Uamuzi wa Novemba 24 unasema kwamba kesi yake iliahirishwa hadi Novemba 3 saa 3 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapo hapo katika mitandao ya kijamii. Ikiwa kuna habari ungependa tuhakiki, tuandikie kwenye mitandao hiyo hiyo ya kijamii. Makala haya ukweli au uongo, yasikilize kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni na dakika 20, saa za Afrika Mashariki. Tukutane muda huo.